Wazazi wengi mnalalamika kwamba mtoto wangu wapendi shule, mtoto wangu asome wa. Unajua ni kwa nini wazazi wengi mmekuwa mkitamani yale malengo yenu yaingie kwa watoto wenu? Yaani mzazi unataka mwanawe daktari, unataka mwanawe injinia, unataka mwanao awe mwanasheria. Hayo ni matakwa yako wewe. Uishawai kumuuliza mwanao anataka kuwa nani? Kwa wale ambao wananielewa na walishaye kufanya hivyo, watakuwa wananielewa kwamba watoto wanapokuwa wanaulizwa na kufanya machaguzi yao wenyewe, kwamba baba mimi natamani kuwa mtu fulani, huwa akienda katika engo anayoipenda yeye, basi wanafanya vizuri, anakuwa na bidii. Hakuna kitu kizuri duniani kama kufanya kitu ambacho umekitaka mwenyewe, umekitamani, umekipenda na na kukichagua, unakifanya kwa moyo na unakifanya vizuri. Watoto waliamua kuwa madaktari wao wenyewe bila kushinikizwa utawaona hata shuleni wako na wako na bidii sana. Wazazi, acheni kuweka ndoto zenu kwenye maisha ya watoto wenu. Usitaki mwanao awe daktari kwa sababu unataka kuwa daktari. Kama unataka kuwa daktari wewe, nenda kasomea udaktari, ila mtoto msikilize, ana ndoto zake, ana kilichomleta duniani, ana mission yake. Msikilize mtoto wako, na kazi yako ni kumsupport. Utakapo msupport mtoto wako katika kila anachokipenda, utaona akifanya vizuri, na lawama zitakuwepo Hakuna mtu ambaye ana akili shuleni ambatu. Kwayo ni kwamba tu hana ile nia. Kwa hiyo, kaa chini, msikilize mwanao, ana nia gani, anataka nini, kufanya nini duniani. Wewe msapoti kwa chochote atachokifanya. Akikifanya kwa moyo na kwa nia, atakifanya vizuri na utaona kifanikiwa.